Siku ya tarehe 30 mwezi wa tisa mwaka huu jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza liliwakamata na hadi sasa linaendelea kuwahoji viongozi watano wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ngazi ya wilaya kwa tuhuma za kuharibu mabango ya wagombea wa chama cha mapinduzi kuraisi na ujwani, kwa nafasi ya urais, ubunge na udiwani ambayo yamewekwa sehemu mbalimbali za jiji la Mwanza. Majina ya viongozi hao wanaoshikiliwa, majina yao ni kama ifuatavyo: wa kwanza anaitwa Charles Marwa Chinchibela, huyu ana umri wa miaka 50, huyu ni mwenyekiti wa CHADEMA wilaya ya Nyamagana na mkazi wa mtaa wa Temeke. Wa pili ni Marco Mutabuzi Christian, ana umri wa miaka 30, mwenyekiti wa BAVICHA wilaya ya Nyamagana na mkazi wa Kwimba wa kata ya eh, Igogo. Wa watatu ni Enoch Sanganya mpaka umri wake ni miaka 55 ni mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa kata ya jini. Wanne ni Salum Seif miaka 33 katibu Chadema kata ya Mabatini na mkazi wa Mabatini. Watano ni Dionise Edward Leons miaka 33 mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa uko huko Igogo watuhumiwa hawa wote wamekamatwa siku ya tarehe thelathini mwezi wa tisa mwaka huu 2025, e, majira ya samani mchana kwenye kamatoa maeneo tofauti ambapo e, wanaendelea kuhojiwa ku, ku, kutokana na kuratibu mipango e, ya kuchana mabango ya wagombea wa CCM kwa ngazi ya nuwani ubunge na mgombea wa e, bila shaka mmeona vyama mbalimbali vimeweka mabango yao kule barabarani mabango yanayonadi ya wagombea ya kwenye nafasi mbalimbali za, za uongozi. Sasa yale mabango kwa mujibu wa sheria uh, yakiwekwa kule, uh, ni kosa kuyabandua kuya au kuyafanyia hujuma ya aina hiyo. Kwa hiyo wanashikiliwa na wanaendelea kuhojiwa kwa tuhuma hizo. Hawa watuhumiwa wamekamatwa na uchunguzi unaendelea kufanywa na jeshi la polisi, na kama jinsi ambavyo wameshikiliwa, wana swala la dhamana. Nimekuwa nikiulizwa na swala la dhamana, dhamana ni haki ya, ya, ya, ya, ya watuhumiwa, na kama kuna watu wanaomba dhamana, basi tunawaelekeza wafike kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa, ambayo inaendelea kufanya upelelezi. Kama wanastahili na wana haki ya kupata dhamana, kwa sababu ni haki yao, basi utaratibu wa kisheria utafuatwa.